Kwa majina anaitwa Dwasi Joseph Sumuni ni mwenyekiti wa kikundi cha Nkoma Family. Nkoma Family kwa sasa ni kikundi ambacho kina wajumbe ambao wameonyesha utayari. Jumla ya wajumbe ni wajumbe mia sita ambao tumepitisha sheria ndogo ndogo za kuwa mwanakikundi ili awe mwana kikundi hai ni lazima achangie laki moja kao. Pale watakapochangia laki moja watakuwa wanakikundi hai, wale mia sita ambao wameshajiandaa kujiunga na kikundi hiki. Nianze na shukrani sana kwa wanakikundi wote ambao wamenichagua mimi kuwa kiongozi wao, lakini pia naishukuru kamati ya itifaki. Itifaki imefanya kazi kubwa sana katika kuandaa kikundi hiki ndo imeanza mwanzo mpaka imefikisha hapa, zoezi kulu. Lakini pia nishukuru kamati tendaji ambayo tulichagua tukiwa wateule, kamati tendaji ambayo ilihusika ili kusimamia zoezi la kikao cha leo, imefanya kazi kubwa sana, kwani ni wajumbe ambao wametokea katika maeneo mbalimbali mbali, lakini wamejituma kwa ajili ya kujitolea tokea jana, wako hapa. Kwa hiyo niwashukuru sana hiyo kamati, pamoja na kamati ndogo ndogo za kisekta ambazo ni kamati mbili: kamati ya chakula, lakini pia kamati ya mapambo. Chama chetu dira, tumeitangaza leo. Dira yetu ni kusaidizana kwenye wakati wa shida tu, na shida tumechagua shida moja. Shida hiyo ni kifo. Kifo kikundi kitaajibika pale mwanachama atakapokuwa amefariki kitawajibika, kita kwa mambo yafuatayo: kitachanga kiasi cha shilingi elfu hamsini kila mwanachama lakini, pia kitahudhuria kwa ajili ya kwenda kustiri mwanachama huyo. Wanachama wote watatakiwa kuhudhuria kwa ajili ya mazishi ya mwanachama mwenzetu. Misiba mingine ambayo ni minne ni ya mtoto, mzazi, nikiwa na maana ya baba, mama lakini pia mke au mme pale unapofiwa na hao watu wawili, watu wanne ambao tumewataja kikundi kitachanga shilingi elfu hamsini kwa ajili ya kufanikisha zoezi au kumkabidhi mwanafamilia kama atakuwa hana majukumu ya kufanya katika hilo swala la msiba lililomtokea. Na tumejaribu kutofautisha kidogo katika hiyo misiba hiyo misiba, tumeshauriana watahudhuria wajumbe thelathini ambao watateuliwa na uongozi wa Nkoma Family kwa mtiriko ambao tutauandaa. Kama mwanafamilia atakuwa na majukumu aidha ya kuhudumia msiba atatoa taarifa, pale anapotoa taarifa ya msiba itaambatana taarifa yake na hayo majukumu kama yapo, kamati hiyo ya watu 30 itagawanyika ili kufanya majukumu yale ambayo mwanafamilia ametuomba tumsaidie. Kama hata kuwepo fedha, ile itakabidhiwa kama rambirambi, lakini watu thelathini wataenda kwa ajili ya kumfariji. Kwa kweli kikao cha leo kimekuwa kitulivu sana, sikutegemea. Manake nilivyokabidhiwa jukumu hili nilikuwa na hofu kwa sababu ya wajumbe wengi wamekutana katika kikao cha kwanza, bado hawajajua dira, hatujawa na mwongozo wa katiba ambayo inatuzuia namna ya ku, hata namna ya kuchangia hoja ila nashukuru sana kikundi hiki, kwa sura ya leo nilivyokiona, kimejaa watu wenye busara, kwa sababu hata kikao chenyewe kimedhibitisha kwamba ni watu wenye busara. Wamechangia hoja kwa kutumia busara zao, na hoja zote zimetoka zile ambazo zilikuwa zinahusu kuongoza kikundi. Nkoma Family imeonesha dira, Nkoma Family imeonesha dira kwa matukio matatu niliyoyaona matukio takribani manne. Cha kwanza, kuwa na utayari wa kujiunga Nkoma Family. Watu wamejiunga kwa kasi sana na kwa spidi kubwa na wengine wanazidi kuomba. Tukio jingine la pili, michango kutoka bila kulazimishana. Tukio jingine la tatu, mahudhurio niliyoyaona leo kwenye kikao hiki. Kikao hiki kimejaa watu wa kutoka sehemu mbalimbali ambao wamekuja kwa taarifa ya kikao. hawajatumiwa nauli, wametumia nauli zao. hakuna mtu yote aliyewachangia nauli. wanajua tarehe ya kikao ni tarehe kumi na saba na imewatuma kwa sababu wako pamoja kujiunga na hiki kikundi imewatuma kufika na wamefika. tukio jingine la nne michango ya akiba ilivyochangwa. tumejaribu kusema tu kwamba tunaweza tukaanza leo kuchanga. lakini kwa mujibu wa mhasibu kuna takribani ya watu karibia mia moja zaidi, zaidi ya themanini wameshachangia ile shilingi laki moja moja. Na nataka nitoe ushauri lakini pia nitoe ahadi ndani ya uongozi wangu. Ushauri ni kama ifuatavyo: tujiunge mapema na ile laki moja ambayo tumeipitisha kwenye kikao chetu kwa pamoja, lakini pia naahidi tutawaongoza kwa kutumia busara zenu kama jinsi ambavyo sisi mmetuamini. Tunahitaji pia mawazo yenu kuyatumia sisi. Ikao ni watu na uongozi ni watu. Nawaahidi mimi pamoja na jopo langu la uongozi tutafanya vizuri na kuyasimamia yale ambayo tumekubaliana. Maombi kwa viongozi wenzangu, naomba tuoneshe ushirikiano viongozi kwa ujumla lakini pia kwa wajumbe kuonesha ushirikiano.